Siku ilianza kama kawaida, jua likipenya ndani ya nyumba yetu ya zamani. Nilikuwa nikihisi huzuni isiyoelezeka, lakini sikujua kuwa siku hiyo ilikuwa imejaa siri zisizotarajiwa. Nilikuwa nikipanga vyombo jikoni, na mama yangu aliinuka kutoka kitanda chake cha kando. Mwana wangu, leo nitaleta chakula kwako sokoni, alisema kwa sauti ya upendo. Sina fahamu ilivyokuwa. Katika muda mfupi hasira niliyoijikusanya ndani yangu kutokana na maneno yake ya mara kwa mara ya kuongea juu ya pesa ilichukua udhibiti. Kwa ghafla, mkono wangu ulishika kisu kilichokuwa mezani, na ghafla e, kilitokea kisichotarajiwa. Nilimzidi kuona kwenye macho yake hofu, kisha giza lilitanda ndani ya chumba. Moyo wangu ulirukaruka, lakini sikuelewa uzito wa kilichotokea. Siku hiyo, hofu na utata vilichanganyika katika dhamani isiyokadirika. Baada ya tukio hilo, nilipoanza kusafisha chumba, nilikuta sanduku dogo lililofichwa nyuma ya kitanda. Nililifungua kwa hisia mchanganyiko wa hofu na kustaajabisha. Ndani yake kulikuwa na fedha nyingi, fedha ambazo mama yangu alizihifadhi kwa siri. Ndipo nikagundua kweli isiyo na huruma, sababu ya hofu, maneno na uvumi wa utajiri ilikuwa imefichwa kabisa kwangu. Niliingia kwenye mchemraba wa kichekesho cha kutisha, nilimuua mama yangu, na sasa utajiri wake, badala ya kuwa neema, ulikuwa mzigo usio na kifani. Nilishikana kichwa changu, macho yangu yakiwa yamefungwa na machozi, na ghafla nilihisi joto la ghafla. Sauti za ndani yangu zilisema, "Hii ni adhabu, hii ni mwisho wa amani yako." Na hivyo, nyumba tuliyoishi pamoja sasa ilikuwa imesalia tulivu, lakini tulivu la huzuni isiyo na mwisho. Nilijua maisha yangu hayatakuwa kama yalivyo awali. Utajiri wa mama yangu ambao sikuwahi kuthamini, sasa ulikuwa ushahidi wa makosa yangu makubwa zaidi.